Tafakari ya imani. Shalom, shalom. Nimeamka kushiriki neno kuhusu imani. Imani ni nini? Mtu anaishije kwa imani? Naweza kukuona vipi kupitia imani? Imani inanifanyia nini maishani mwangu? Imani, imani huumba. Imani huondoa milima. Imani kung'oa vilivyopandwa na wanadamu na kuvibadilisha Imani hupanda mipaka. Imani hubomoa kanuni na mifumo ya dunia. Imani kweli huhamisha milima, zile mambo wanadamu hudhani kuwa hayawezekani. Imani hufufua vilivyooza. Imani huwafufua wafu. Hata watu wanapokuambia hali yako imekwisha, haina tumaini tena, hiukiamini tu, inainuka na inakuwa hai tena. Watu hubaki wameshangaa wakijiuliza hii imekuwaje? Kwa njia gani? Ndiyo maana napenda imani sana. Mwenye haki ataishi kwa imani, si kwa kuona. Ndiyo maana Abrahamu alimtoa Isaka, hata kama alimpewa katika uzee wake. Alisadiki kuwa Mungu habadilishi neno lake. Aliamini kwamba Mungu anaweza kumfufua Isaka au hata kumpa mwingine. Hii inamaanisha kwamba ukiamini, hakuna lisilowezekana yote yanawezekana kwa yule aminiye. Waibrania kumi na moja mstari moja. Imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia, ni bayana ya mambo tusiyoyaona. Imani ni kuamini neno la Mungu, kuamini yale biblia yangu yasemayo. Kwa maana yote yaliyoandikwa katika Biblia ni yangu, na ninaposoma nafsi yangu hufurahi, kwa maana hunitia nguvu. Kwa imani, siyo tena mimi nitembeaye, bali Kristo aendaye ndani yangu. Sio tena mimi nisemaye bali Kristo asemaye ndani yangu. Sio tena mimi niishie bali Kristo aishie ndani yangu. Yeye alimaliza yote kwa ajili yangu. Ninaamini kwamba ndani ya Kristo Yesu nimekuwa wa ajabu. Naweza kusimama imara daima kama mtu wa kipekee. Hata nikitembea majini ya vilindi, ninaamini Kristo tayari ameshakamilisha. Kwa maana hakuacha kitu kisichokamilishwa. Alijivua utukufu wake wote wa mbinguni na akavaa mateso na maumivu, adhabu iliyokupasa wewe na mimi, Yesu aliibeba yote. Kwa hiyo huna sababu tena ya kuishi chini ya adhabu, umewekwa huru. Kristo yu hai, alikufa na akafufuka kwa ajili yako. Leo uhuru, amekufanya kuwa mtoto wa Mungu, kuishi maisha ya uungu, maisha ya kifalme. Leo ni siku ya pekee. Tunaishi kama wafalme na makuhani kwa njia ya Kristo. Ukiamini ndani ya Kristo unapokea amani. Ukiamini ndani ya Kristo unapokea uzima wa milele, unapokea furaha, unapokea afya, unapokea utajiri, unakuwa tajiri kweli kweli. Na watu hujiuliza hije, mtu anaweza kuwa tajiri bila mali? Ndiyo, kwa maana waamini wana utajiri waonekanao na usioonekana. Tunaweza kuchukua hazina zilizofichwa katika ulimwengu wa kiroho na kuziweka dhahiri katika ulimwengu wa mwili. Kila kitu kinachonihusu kimeandikwa, kimechorwa kwa jina langu. Mungu aliviandaa kabla sijazaliwa, vipo katika ulimwengu wa kiroho, hata kama sioni, na hakuna mwingine awezaye kuvitwaa, ni vyangu kwa hiyo niamini kwamba vipo mungu hakukuita uteseke yesu tayari aliteseka vya kutosha kwa ajili yako isaya hamsini na tatu yasema uso wake ulikuwa umeharibiwa sana kuliko wa mwanadamu yeyote alivumilia haya yote kwa ajili yako huu si wakati wako wa mateso ni wakati wako wa kutembea katika rehema za mungu ni wakati wako wa kutembea katika upendo wa mungu ni wakati wako wa kuishi kama mtoto wa Mungu. Mtoto wa mfalme wa wafalme. Mfalme asiye na upungufu wowote. Mfalme asiyeugua. Mfalme asiyetesa. Hii ndiyo maisha tulioitiwa kuishi. Asanteni sana. Barikiwa.